Hello, today we are going to discuss a little bit about tuberculosis, TB, au kifua kikuu. Kifua kikuu ni ugonjwa unaisababishwa na bakteria aina ya Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis au Mycobacterium africanum. Viini vya TB huweza kushambulia zaidi sehemu ya ndani ya mapafu. Vilevile viini vile vya TB huweza kushambulia sehemu yoyote ile ya mwili ikiwa ni figo mgongo pamoja na ubongo. Kuna atibi, aina mbili za magonjwa ya TB. Aina ya kwanza ni pulmonary tuberculosis, aina ya pili extra pulmonary tuberculosis. Pulmonary tuberculosis yenyewe inaenda kuathiri sehemu ya ndani zaidi ya mapafu, lakini extra pulmonary TB yenyewe inaenda kuathiri sehemu za nje za mwili wa binadamu kama vile figo, mgongo pamoja na ubongo. Je, yeah, viini vya TB huenezwa vipi? Viini vya TB huenezwa kwa njia ya hewa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Na viini vya TB huenea hewani wakati mtu aliye na maambukizi ya TB ya kuambukiza yani, ya mapafu au ko, anapokohoa, anapozungumza au anapoimba. watu wakaribu yake watakaopumua viini hivyo, basi wana uwezekano wa kupata maambukizi ya ugonjwa wa TB. Je, yeah, ni nani aliye katika hatari kubwa ya kupata ugonjwa wa TB? Watu watakaogusana na mtu ambaye ana ugonjwa wa TB basi wapo katika hatari ya kupata ugonjwa wa TB. Lakini watu waliozaliwa au watu ambao hupenda kusafiri nchi jirani ambazo zina kiwango kikubwa cha maambukizi ya TB kama vile Mexico, Ufilipino pamoja na China au nchi zingine ambazo zina kiwango cha juu cha TB watu walio na hali ya afya ambayo inadhoofisha kinga zao za mwili kama wagonjwa wa ukimwi, magonjwa ya saratani, hasa magonjwa ya saratani ya shingo, magonjwa ya sickle cells pamoja na kisukari. Dalili za ugonjwa wa TB ambao unaenda kuathiri sehemu nje zaidi ya mapafu ya figo, mgongo pamoja na ubongo, yani extra pulmonary tuberculosis. TB ya figo inaenda kusababisha damu katika mkojo. TB ya uti wa mgongo inaenda kusababisha maumivu ya kichwa au kuchanganyikiwa. TB ya mgongo inaenda kusababisha maumivu ya mgongo na TB ya koromeo inaenda kusababisha kupolea kwa sauti. Sasa basi, kuna habari njema kuhusiana na matibabu ya ugonjwa wa TB au kifua kikuu. Suluhisho limepatikana hapa Kalvari Herbal Medicine. Uh, kwa wale wote ambao watakuwa na dalili za ugonjwa wa TB basi wanatakiwa kufika Calvary Herbal Medicine na sisi tutawahudumia. Hizi dawa za TB hazitibu TB peke yake, ila zinatibu uh, magonjwa ya pumu, kwa wale wote ambao wanahitaji kusafisha mapafu yao, wamevuta sigara kwa muda mrefu. Lakini pia ni tiba nzuri kwa ajili ya magonjwa ya sikio, kama mtu ameumwa sana sikio, anapata uh, maumivu makali. Tiba iko hapa. Karibuni sana Kalvari Herbal Medicine. Follow us for more health tips.